Kuna watu mnatembea na majina ya kurithi, ndio maana wengine, jina hilo la kurithi, tabia ya mama yako, bibi yako aliyekurithisha hilo jina, ulilopewa la babu mkubwa, la babu, la mama mama mkubwa, ndilo ambalo linakutesa. Status ya yule jina ulilopewa na yeye, ndio hilo. Kuna wengine mnatoka kwenye familia yenu, umerisha jina, kuna Vanessa, Vanessa, Vanessa, Vanessa wa Moshono, Vanessa wa Njiro, Vanessa wa, ka, wa Kenya, Vanessa sijui wa Kariobangi Vanesa wa ungali limited Vane, yani ni vanesa ndio imetete. Unakuta kwenye nyumba moja kuna vanesa kama thelathini kwenye nyumba moja, unakuta kuna kina neema kama hamsini. Maana yake wale watu hamjui, wa wale wazazi wanakisha lile jina linaendelea kwenye familia ili lile agano. Na wengi hamjui, huwa kuna wale ambao ni wazee wa kimila ndio wanakisha kwamba mila zetu zinasema hivi, mtoto wa kike awe hivi, sisi kwetu ni hivi mtoto akizaliwa hivi jino lake la kwanza lati, lazima litupwe hivi nyuma ya bati. Jino lake la kwanza kitogu chake kikatwa, lazima akichukue shangazi, na mnafikiri ni kawaida. Na wengine amjui ni kwamba wanasema ukiolewa kwenye hii familia amekubali mtu akioa kwenye hii familia, tukifiwa sisi na kwao lazima wafiwe. Wanapanga kabisa, akifanikiwa akifika levo fulani, pale pale tunamshusha anarudi chini. Ndio maana kuna wengine hapa ulifika baka, sasa mpaka una nyumba una magari sasa hivi, ukiangalia maisha yako unaishi maisha ya kukopa.